Hamjambo, kisa cha mtoto wa tembo. Msamiati: mdadisi me de, a de, i Se -i. Mdadisi, mkonga, M K O N G A, mkonga. Alimnasihi, a le i me ne a se i he i alimnasihi alijipenyeza a le i j i p e ne ye e z a alijipenyeza Mwanzo wa hadithi je yeah, unamfahamu tembo ndiyo tembo ni mnyama mkubwa mwenye mkonga mrefu hapo kale tembo alikuwa na pua fupi iliyonona ilikuwa kama kiatu kilichowekwa katikati ya uso wake. Siku moja tembo alizaa mtoto. Mtoto wa tembo alikuwa mdadisi sana, alimuuliza swali kila mnyama aliyemuona. Alipokutana na twiga alimuuliza, kwa nini shingo yako ni ndefu? Twiga alijibu, ili nipate kula majani yaliyoko juu ya mti. Alipomwona kifaru alimdadisi, kwa nini pembe yako ina ncha iliyochongoka? Kifaru alijibu. Ili nipate kujihami na maadui zangu. Siku moja alikutana na kiboko. Alimuuliza Kwa nini una macho makubwa mekundu? Kiboko alijibu. Ili nipate kuona ndani ya maji. Mtoto wa tembo alimuona mamba. Alimdadisi. Hivi wewe huwa unakula nini? Mamba hakumjibu. Mama Tembo alimnasihi mwanawe, alisema, "Mwanangu, utajua mengi kwa kuuliza maswali. Kumbuka, siyo wote wanaopenda kuulizwa. Kunguru alimfuata mtoto wa Tembo nyumbani kwao. Alimwambia, twende mtoni nikakuonyeshe chakula cha Mamba. Mtoto wa Tembo alimfuata Kunguru mpaka mtoni. Mtoto wa tembo alijipenyeza kwenye magugu. Alisimama kwenye ukingo wa mto, alitazama ndani ya maji. Aliuliza, mamba mwenyewe yuko wapi? Ilisikika sauti kutoka mtoni Ilimsalimia mtoto wa tembo, habari? Mtoto wa tembo alitazama huku na kule, alijibu nzuri, unaweza ukanieleza mamba hula chakula gani? Ilisikika tena sauti, inama. Nitakwambia mamba hula chakula gani. Mtoto wa tembo aliinama karibu na mto, tap! Aliitia kinywani pua ya mtoto wa tembo. Kunguru alisema, mamba atakula nyama yako leo. Mtoto wa tembo alikita miguu chini kwa nguvu, alisimama imara na alianza kujivuta na kujivuta. Mamba aliikamata vyema pua ya mtoto wa tembo. Pua ya mtoto wa tembo ilivutika na kuvutika, puu Alianguka na kutua chali chini kwa mshangao. Mtoto wa tembo aliitazama pua yake. Pua ya mtoto wa tembo ilirefuka sana na kuitwa mkonga. Mkonga wake ulimwezesha kuchuma matunda yaliyokuwa juu. Pia, aliweza kukoga kwa kutumia mkonga wake. Mpaka leo tembo wote wana mikonga mirefu yenye faida kwao. Maswali la kwanza. Mtoto wa tembo alikuwa na tabia gani? La pili. Mama tembo alimnasihi nini mtoto wake? La tatu. Nani aliyefatana na mtoto wa tembo mtoni? La nne. Mamba alimfanya nini mtoto wa tembo? La tano. Taja faida mbili za mkonga wa tembo. Mwisho wa hadithi.